Hili swali mngemuuliza Sarungi angeweza kulijibu vizuri zaidi, atuambie na viongozi wetu, atuambie na, nitatumia mfano wa aliyekuwa naibu wa rais wa Kenya Bwana Gashagua. Gashagua aliwahi kuhoji akasema, serikali ya Kenya ni a shareholder. Maria Sarungi ana share ndani ya Chadema? Yeye anakiri kwamba sio mwanachama wa Chadema. Tunafahamu ni mwanachama wa CCM. Lakini leo hii nguvu yake ya kuhoji mpaka maamuzi ya katibu mkuu wa chama anatoa wapi? Anashea ngapi katika uongozi wa chama hiki? Ukiangalia anavyoandika huko mtandaoni, nikaona kwamba yeye yuko hata juu ya vikao vya Chadema. Viongozi wakikubali kuendeshwa kutokea mbali, chama hiki kitayumba na kitapotea. Kwa hiyo Maria Sarungi kama anataka aweze kuja atoe maoni yake kwa uhalali, ajiunge na Chadema, hajazuiliwa. Lakini yeye ndio wale niliosema, pressure group zinakuwa na mambo mahususi, wakati mahususi. Hataki kujiunga Chadema lakini anataka yeye akisema Chadema imtii na imsikilize. Hatuwezi kuendesha chama cha namna hiyo.